Amen. Kuna maombi tunaomba hatuna uhakika kama anajiriwa. Mojawapo, Zakaria alikuwa hana uhakika. Ambia jirani yako, na uhakika na unachokiomba unacho. <laughs> Zakaria aliomba kwa habari ya mtoto Ano? Amen. Ano? Amen. Aliomba, alikuwa akiingia hekaluni kufukiza uvumba, naye anaenda na ajenda zake Mungu ninaishije bila mtoto? Uzee wangu unakuaje bila mtoto? Mungu inakuaje nife bila mtoto? Inakuaje mke wangu afe bila mtoto? Nani atarifi? Ni huyu Mariam ninayemtunza. Mariam mtoto wa kaka angu aliyefariki. Ninamtunza huyu mtoto mjane Mariam. Inakuaje Mungu? Inakuaje mimi sina mtoto? Ninaishike. Mariam kapoteza baba, Mariam kapoteza mama. Mimi ndiye ninayemlea. Na mimi sina mtoto. Je, huyu Mariam naye atapitia haya haya ninayoyapitia? Malaika akashuka hey, kule nini, akaambia sala zako, akamwabiaakri mimi mzee mkangu mzee, akamwambia utapokea mtoto ambaye hata nyolewa nywele, ambaye hata kunywa kileo chochote. Roho ya Elia itakaa juu yake, atarejesha mioyo iliyovunjika mahali pake atatengeneza njia kwa yule ajae. Wanazaa watu, watu, watu, watu, watu, watu. Amen. Amen! Watoto wanazaliwa lakini wazazi hawajui watoto wamekuja kufanya nini duniani. Anamfanya mtoto kama wake wakati mtoto ni wa Mungu. Amina. Zakaria, anaelezwa kwa habari ya mtoto kama haujui mtoto uliye mzaa amekuja kufanya nini duniani, unachokifanya unapoteza muda. Kila mtoto amekuja na kusudi lake hapa duniani Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtoto, oh, Jesus. Mama Nanyaro alikuwa Uingereza, mtoto yeye na mke wake, sisi tukaachwa mama yetu

atara mataifa akamwekea mafuta huyu bwana. Kuna kipindi akaa hata kishule anataka kwenda kanisani tu <laughs> baba yetu anaamini katika elimu, alafu mambo ya Mungu baadaye. Huyu bwana anaamini katika mambo ya Mungu alafu elimu baadaye. kwa anaondoka na mabegi, anavaa unifom, anaenda efata tu sana. Akienda efata anabeba makamera Anarekodi hapa. Na, na Mungu leo anaturekodi hapa. Hai. Amen. Mimi si mshangae. Amina. Akienda darasani, mzee siku moja akamfuatilia shule kumbe haipo. Akaambia akamtandika, ulikuwa wapi? Akaambia nilikuwa na maombi. Alafu anapigwa ali. Anaangalia, anaona nipige ni nini? Nini kwako? Mzee akapekua daftari na kuta vitabu, dunia, tanu vya maombi Elia. <laughs> Mzee akachoka akasema, kanifanyei kaa, mwanamu, tuweke mkataba, soma. Ukisoma na kupeleka chuo chote Biblia unachotaka. Akasema sawa. Kwa hiyo akawa anaenda shule, akiingia darasani anaanza maombi, darasa zima linatumia, anapiga maombi, anapiga maombi, akaenda kusoma sheria kilicho hu ndio hayo, kazunguka kazunguka kanisani ka ya kanyagi kule ashekeke. Eh, ukienda nyumbani kapanga maspika ya mziki ndio je, anafanya choko choko choko choko choko choko choko. Amen. Sasa. <laughs> Amen kila mtu, kuna kitu Mungu alitoa maagizo kwa huyo mzazi. Amen. Amen. Hakuna mtoto haramu duniani. Kila mtoto ana maagizo ambayo Mungu kayatoa juu ya huyo mtoto. Zakaria anapewa maagizo, anamwambia anamwambia malaika, mimi ni mzee sina mtoto. Malaika akakasika Unaomba mtoto, Mungu anakupa mtoto, alafu unaanza kumpa eh, unaanza kumpa maelekezo, mimi unajua, mimi ni mzee sasa. Malaika anasema, mimi nimeambia utapata mtoto, unanipa stori za uzee, alafu unaniambia nitajuaje? Mimi mimi nasema utajua kwanza. Alafu malaika akarudi, anaulizwa na Mungu, vipi, umefanyaje? Asha baba, wangekuona tunavyokuwa bubu na kupungua jinsi ulivyoumba, alafu mtu ana miaka sabini, anajitetea ni mzee. Nilikasirika, nikamwambia utakuwa bubu. Amina. Mwaka mwakalia. Ayo, unahitaji maombi mtumishi. Unachaka nini? Mwete. Kila kitu anaandika. Kuna maombi kia umba, unaishia kupuwa kweli unaomba mpaka unakufa kiroho. Amina. Zakaria aliomba dia kafa kiroho kaburini. Amen. Kumbe Mungu hawezi kusahau maombi yako, wanadamu wanaweza kukusahau lakini Mungu hawezi kusahau maombi unayoomba mahali popote katika jina la Yesu Kristo Amen. Hawezi kusahau. Amen. Sio kanuni ya Mungu. Haleluya! Jambo la tano, Mungu hawezi kusahau mipango juu yako. Huyo mtoto anayekusumbua ulipewa maagizo gani? Mnatembea na kadi za kliniki tu, mtoto akaongezeka zilo pointi moja, zilo zilo pointi ngapi? Zilo pointi ngapi? Una kadi ya kliniki ya Mungu? Kadi ya kliniki ya Yesu nayo Angale mwanangu hapa. Yeye mashambulizi yake yako kwenye miguu. Amekuja duniani kufanya nini? Wazazi wanajua kilichomleta duniani? Amen. Zalama. Amen. Sije nikaanza somo lingine hapa. Hallelujah. Amen. Mungu hawezi kusahau mipango yako. Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Yeremia ishirini na tisa kumi na moja. Maana nayajua mawa... maana nayajua mawazo ninayowawazia, maana ninayojua mawazo ninayowawazia nini, asema Bwana, ni mawazo ya imani wala si ya mabaya, mawazo ya amani, wala si mawazo ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini, si kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nani mnaniita mtakwenda kuniomba nami nitawasikiliza, nani mnaniita mtakwenda kuniomba nami anasema, si sahau mawazo ninayowazia ninajua. Amen. Anajua anachokuwazia nina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kuna mahali huwezi kumsikia Mungu, maisha lazima aendelee. Umeombea hili halijajibiwa, lazima uende na njia nyingine. Maisha hayasubiri, lazima usonge mbele. Lakini yeye anasema si sahau mipango yangu, si sahau mawazo yangu ninayokuwazia. Pamoja na kwamba unanitafuta, lakini bado mipango yangu iko pale pale, iko pale pale, endelea kukaa kwenye okovu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii hapo kawia itatimia. Amina. Biblia inasema siku moja kwa Mungu ni sawa sawa na miaka elfu moja. Amina. Wakati tuna hesabu mwaka unaisha, yeye anahesabu siku unaisha. <laughs> Amina. Haleluya. Amina. Wakati tunahesabu mwaka ume... miezi kumi na mbili imekatika, yeye anahesabu ni saa imepita. Amina. Biblia inasema Adamu aliishi miaka mia nane na kenda. Mwanangu ananiambia kenda maana yake tisa, miaka mia tisa na thelathini, angekuwa naomba, kama wewe angebadilisha dini mara ngapi? Maki anaomba, kuna wakati amna majibu, anamoa kwa miaka mia tisa. Mwanangu, miaka mia tisa, ungepewa <laughs> kuishi miaka mia tisa, ungeomba mangapi na mangapi, angejibiwa? Ungekuwa na mtia moyo, ungemtiaje mtu moyo? Mshike Mungu, mi na miaka mia tisa, niko hivi <laughs>

ibada naona Mungu ananiambia kila wakati waambie watoto wangu waelewe. Kwa nini Yohana 4:24. Yohana 4:24. Mungu ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana yake Mungu yuko ni... kila mahali. Amina. Ndiyo, roho unapomwabudu katika roho na kweli anasema wawili watatu wanapokusanyika, mimi niko pamoja nao. Amesema, sio maneno yao.